Uh, cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, uh, kwa sababu yeye ndo mwingi wa rehema mwenye kurehemu, na pia na furaha kuungana na timu dhidi Morocco hapa, maana mimi nilikuwa niko Casablanca na timu imekuja jana, nimeungana nayo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nimekutana na wachezaji wenzangu na furaha kuwepo hapa. uh, cha cha kwanza mashabiki wa hapa, kwanza ni mashabiki ambao wanahamasa muda wote, kuanzia mwanzo mpaka mwisho na cha pili pia ni mechi ambayo ni mechi ngumu tunaenda kucheza dhidi ya Morocco, lakini kwa sababu hii ni vita na tuko vitani, kwa hiyo tuko tayari kupambana na lolote litatokea, na tukishikiana na chezaji wenzangu pamoja, pamoja na benchi la ufundi na mimi tutakuwa na mchezo mzuri dhidi ya Morocco. Hali ya hewa hapa ni baridi ni baridi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa miezi ambayo niko sasa hivi miezi miwili, na mazingira hapa ni nisha ya adapti kwa hiyo baridi hapa ni nomo kwa mimi, navyohisikia na hisi kawaida. Ni cha kwanza ni hatua kubwa ambayo nimeipiga kwa sasa, na nilikuwa ni malengo yangu hapo mwanzo, na Mwenyezi Mungu amenisaidia ameni, nimefikia malengo na, na bado ni mwanzo, na naamini na safari ndefu kufuatia, mabrazo ambao wametangulia, akina Simon Msuva akina Miroshi wakina Samata. Kwa hiyo naamini ninyayo na, ni ambao napita katika njia zao ambao wamepita hapo awali. Kama cha kwanza, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata fursa hii ya kuchaguliwa katika kikosi cha timu ya taifa kiukweli, mimi nimejisikia furaha sana na mazingira ni mazuri sana. Wenzangu kambini sana na, sana wamenipokea vizuri na wananionyesha upendo mkubwa sana kwangu, mimi linanipa fursa kubwa sana cha chakwanza, niendelee kujifunza katika kari yangu ya mpira kwa sababu ni watu ambao wamenizidi nachoa players washapita sehemu mbalimbali, washacheza timu kubwa. Kwa hiyo mimi napata kitu kikubwa sana kutoka kwao, najifunza vitu vingi sana kutoka kwao. E, kiukweli mchezo kwangu ni mkubwa kama ulivyosema, lakini ni mchezo ambao utanikuza mimi pia. Nasema kwa sababu wanakwambia katika maisha, ukitaka kuwa mkubwa lazima upitie vitu vikubwa, na ndo kama hivi vitu vikubwa kwao. Mimi na imani kupitia hili kubwa litanifunza mimi mwenyewe pia kuelekea katika hali yangu.